Naam, asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Na hapo awali, kama alivyokueleza, ni kwamba mgeni um, wetu Hadija hapa ni miongoni mwa watu kumi ama wahudumu wauguzi kumi ambao wameorodheshwa kupata tuzo ya Aster Guardians ambayo ni tuzo inayopiganiwa ulimwengu mzima. Kwa hivyo yeye ndiye ambaye ameteuliwa kutoka Kenya na ni kutokana na juhudi zake mbalimbali mbali. Na hapo awali pia uh, nadhani mwaka uliopita niliwahi kumfanyia makala ya mwanamke bomba, naomba tuangalie kidogo, alafu tukirudi tutakueleza vipi ambavyo tunaweza kushirikiana naye katika kuhakikisha kwamba tuzo hii inakuja nchini ili na sisi tuweze kujisikia vizuri kwamba tunafanya mengi katika sekta ya afya. kazi katika County Government of of Mombasa Department of Health Services. Pia mimi ni mwanzilishi mwenza wa shirika la Red Splash Kenya. Uh, shirika la Red Splash linajihusisha na kusaidia wanajamii wanaohitaji damu kuipata kwa uharaka. Mmoja wa wanzilishi wetu Uh, alimpoteza mamake katika hii shida ya uhaba wa damu, ndo tukaona kuna umuhimu tuanzishe shirika hili ili tuweze kusaidia wagonjwa wanaohitaji damu kuipata kwa uharaka. Pia hili swala la damu uh, si swala ambalo watu wengi hulizungumzia sana. Wengi hu, huligusia tu wanapopatikana na mtu wao anahitaji damu. Tangu tuanze mwaka wa 2019 uh, Uh, tumeweza kufanya zaidi ya blood drives 164, tumeweza kukusanya damu uh, zaidi ya pint 20,000, na ku sort appeals zaidi ya 2400, yani ile ambayo tunapigiwa, mgonjwa yuko mahali kadha yataka damu, tumeweza ku sort zaidi ya hivyo. Na donors wajua katika damu kumconvince mtu Damu ile mara ya kwanza, hiyo ndio huwa ni challenge kubwa, na twajivunia kwa so far tumeweza ku convince at least 1500 people ambao ni wale kwa mara ya kwanza wame donate. Sisi sote ni vijana ambao tuko kwenye hili shirika na kitu twajivunia kwanza ni kuwa uh, ni vijana ambao wako katika taaluma mbalimbali, kama mimi ni muuguzi, kuna, uh, kuna mwingine ni engineer, kuna wengine ni watu wa communications. Yani, kutoka uh, kila upande lakini sasa sote tumekuja pamoja kufanya jambo hili liweze kufaa jamii yetu. So kila mmoja anachangia kitu kulingana na kile ambacho amesomea, ndio tuweze kukuza hii. Mmoja wa wanzilishi wetu uh, ni software engineer ametengeza app yetu ya Red Splash, na hiyo app uh, wagonjwa wanaweza kusaidika that wakihitaji damu wanapost kwenye app uh, mtu yoyote yule anaweza ana, kuiaccess ana install app ataona kuna mgonjwa mahali fulani anahitaji. Pia tunaweza kulink uh, masiptali through the app. So target yetu kubwa sana huwa ni youth, kama leo tuko hapa shule Kenya Coast National Polytechnic. Uh, tajua hapa wengi tutapata ni vijana na wako willing kujitolea. Tushawahamasisha kuhusu umuhimu wa kudonate, na tushukuru wengi wamejitokeza leo kutoa damu. Kuanzia mwanze hadi sasa, pengine ni kitu gani ambacho unaweza sema unajivunia zaidi kwenye hikari? Ile fulfillment kuona wagonjwa wanapata usaidizi ndo ndio kitu ambacho tuwafaidika nacho, because si ati tunafaidika kifedha kutoka kwa hili shirika. Kila mmoja hapa ana kazi yake ambayo anafanya kando na hili hii. its Uh, kitu imetuunganisha sisi kama wanajamii kuweza kusaidia jamii yetu. Huwa before uweze kutoa, kuna check up unafanyiwa, unapimwa damu kama iko kiwango cha kutosha, unapimwa kilo yako kama iko pia kiwango cha kutosha, pressure. So, ili uweze kutoa lazima iwe ume, umefikisha wastani wa hizo. Our theme in red flesh is love, blood and smiles. Uh, love, we, when donating blood, we share love Because unatoa damu yako kumpa mtu mwingine, kwa hivyo inaonyesha huba kuwa ungempendelea huyo mtu mwingine aweze kupata uhai. Ni damu tunatoa, ukishamsaidia huyu mgonjwa ama mtu akidonate. Ukitaka kufanya kitu umeshanuia, wajua kitu fulani nafaa kufanya, hakikisha objectives zako zote unazimit. Uh, tukianza Uh, kulikuwa na challenge, watu hawana elimu nyingi kuhusiana na damu. Ningependa kuwa nasihi uh mukiona tume setup mahali uh, zoezi hili la kutoa damu musitupite. Kuna wagonjwa wenye condition ambazo wanahitaji damu mara kwa mara wenye kansa, wenye magonjwa kama sickle cell huwa wanahitaji damu mara kwa mara. Tunahitaji watu wengi kuembrace mambo ya damu. Uh, si lazima utoe kwenye blood donation drive kama hii. Kila kaunti ina blood bank yake unaweza ku walk in anytime of the day, during weekdays na utaweza kupokelewa vizuri uweze ku donate damu kwa blood bank zetu. Uh, in Kenya kuna blood banks in every county katika hospitali kuu, utaingia u donate na uweze kuokoa maisha. Kwa hivyo tusisubiri tukiwa na mgonjwa ndio tujue damu umuhimu wake ni upi. Nam ni na mwanamke bomba wetu huyo Hadija Muhamed, ambaye kwenye studio pia tumekuwa naye na tunamsherehekea wiki hii, ambapo ulimwengu unaadhimisha wiki ya wauguzi. Sasa Hadija ameorodheshwa miongoni mwa wauguzi kumi kutoka kote ulimwenguni. Ni zoezi ambalo lilihusisha wauguzi wengi tu na hakika mamilioni. Eh, ambao walitoa mapendekezo yao ya kutaka kushiriki katika tuzo hilo. Kama unamwona pale, uh, miongoni mwa wale kumi, yeye ni mmoja wao, na ina maana kwamba anahitaji kura zetu sisi kama Wakenya, na ndio maana yuko hapa studio pia ili aweze kutueleza, je, iwapo utapata tuzo hii, itakusaidia ita vipi wewe na itasaidia jamii vipi? Naam. uh, asante mwanamisi kwanza kwa kunialika hapa kuweza uh, kuomba kura kwa Wakenya wenzangu <laughs> and uh, pili, uh, tuzo hili litaleta uh, mabadiliko kadhaa. Kwanza kwangu mimi, linanipa changamoto kuzidi kutetea wagonjwa wetu waweze kupata afya yani ile ya quality kabisa saa <laughs> so, uh, na pia uh, ni kitu cha kumotisha wauguzi wengine kuweza kuwa wabunifu zaidi kwani uh, kama mimi hii project yangu nimeona kuna shida katika kazi yangu, kuna shida ya wagonjwa kupata damu kwa, kwa wakati ndio, hmm. Nikaanzisha shirika hili. Uh, wauguzi wengine najua wanapata pia changamoto zingine ambazo wanakumbana nazo huko uh, katika wodi. So ningependa kuwahamasisha waweze pia kwa wabunifu zaidi ili tuweze kubadilisha mfumo wetu wa afya uwe rahisi kwa wagonjwa. Sasa mtu akitaka kupiga kura anapiga kura vipi ili uweze kupata uh, tuzo hii? Sasa unaingia kwa website ya uh, organization hii Aster Guardian mm -hmm. uh, www.asterguardian.com alafu slash voting, ndo utaweza ku, kupata mahali pa kuweka email yako na mahali ya kujaza nchi yako. Ukishajaza hizo, watakutumia link katika email yako ambapo kwenye hiyo link ukibofa, ndo utapata orodha ya sisi ambao tunawania taji hili. Ukiniona hapo na bendera yangu ya Kenya, unanipigia kura mimi. mm -hmm. Naam. Sawa sawa, tunakutakia kila la heri na kama alivyosema, twende katika mtandao huo wa Aster Guardian ambapo tutaweza kupata maelezo yote. Tuhakikishe kwamba tuzo hii tunaileta nchini, ili dada yetu Hadija aweze kuendeleza miradi tu ambayo anataka kuifanya kwa ajili ya jamii. Kauli za mwisho dakika roborobo robo, dakika manake hatuna <laughs> Asante sana kwa nafasi hii Mwanahamisi. mm. Ningependa pia kuwahimiza wa wauguzi wenzangu tuendelee kujitia moyo kwa sababu tukifanya kazi pamoja, uh, kazi yetu itakuwa rahisi. Pia ningependa kusema ya kwamba mimi ni msimamizi mkuu wa Vipea home -based care. Mm. Na tunafanya services zetu kama mgonjwa anahitaji uh, huduma kutoka nyumbani uh, zile za wauguzi tuko hapa mm -hmm. Nambari yangu ya simu ni 0707 848026. Asante sana kwa hili. Hii. Okay. Mm. Asante sana kwa kuwa nasi, Mwanaisha. Uh, ningependa ku, um, kusema kuhusu our theme for this year for midwives. Uh, na inasema midwives critical Mm. responders During crisis mm -hmm. Kwa hivyo ningependa ku wale wakunga wote ambao wako sehemu kadha kadha, uh, zenye wanahitaji dharura uh, wanafanya kwa hali ngumu sana, na ningependa kurgni um, Erika Msungu Safia from uh, Wajia na Fatuma from Garissa na wale wakunga wote ambao wanafanya during crisis period, tunawaheshimu tunawadhamini kama Midwives Association of Kenya. Tunaweza kuwa tufanyi mengi, lakini tunawaheshimu na tunawa recognize na tunaomba ya kwamba uh, join Midwives Association of Kenya so that tuendelee kuhudumia ku, wamama na familia kwa pamoja. Asante, asante sana. Mm -hmm. Thank you. Kauli ya mwisho Nashukuru sana Mwanamisi. uh -huh. uh, mimi shukrani zangu ni kwenu nyinyi, uh, Mwanamisi na kampuni ya Royal Media na runinga ya Citizen kwa kutuangazia e, kuna watu kampuni nyingi ambazo hawaja tuangazia sisi tunashukuru. uh -huh. sana kwamba uh -huh. Citizen wameweza kutambua na naweza kupongeza wauguzi na wakunga kule kwa popote pale wako hapa nchini. uh -huh. na kuambia shukrani sana kwa kazi mnayofanya, naendelea mm -hmm. hivyo hivyo na Mungu awarehemu. Nashukuru. Asante Hadija Skupi, kauli ya mwisho maanake wewe najua. La, sema tu naomba kura zenu, alafu tumalize <laughs> Apart from kuomba kura, pia ningependa kuwapongeza wauguzi wenzangu mm -hmm. kutoka Chuda Sub County Hospital. Okay. kazi nzuri wanaoifanya. Sawa sawa. Na mimi nachukua fursa hii pia kuwatambua na kuwapongeza wahudumu wote wa afya uh, wauguzi kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hakika mnafanya kazi nzuri. Lucy Mugambi, Rehema Amadi, Msambweni Hospital, Harriet Masira, Nairobi West Hospital, Dorcas Ontiri, Nairobi Hospital, Amina Ibrahim kule Likoni na Monica Munyendo, Likoni. Jamani tunawapenda, tunawaenzi, tuna waenzi na muendelee na kazi nzuri ambayo mnaifanya. Naitwa Mwanaamisi Hamadi. masi Asanteni sana kwa kushirikiana nasi kwenye kipindi chetu, hadi wakati mwingine tutakapokutana, kwaherini.